<coughs> Lakini pia wakati nina ninasoma hati watu walisikia kwamba nimesoma katiba ya KKKT Dayosisi ya Konde ya ishirini ishirini na ngapi na nne. Bwana asifiwe! Kuna watu wakashindwa kuuliza kwamba nini ambacho kinatokea. Bwana asifiwe! Mwaka jana mkutano mkuu kulipitisha katiba ambayo ilikuwa inajulikana kama katiba kanisa, laki, laki, laki, laki, tanzani, ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Konde toleo la mwaka 2024 lakini ndani ya lakini katiba hiyo ilikuwa inasema kwamba haitaanza kutumika mpaka ipitishwe na mkutano mkuu alafu isajiliwe na msajili wa jumuiya Bwana Yesu asifiwe sana <laughs> Magajana, kazi. Kwa hiyo tulipopitisha pale mwaka jana, tulichukua yale mapendekezo tukaenda kuyafanyia kazi kuyaingiza, ambayo yalishauliwa na mkutano mkuu kwamba yaingizwe, tukayaingiza. Na baada ya kuingiza tukapeleka kwa ajili ya, ya kusajili. Baatibaya sana mfumo umesumbua sana. Tulipewa miezi minne na mkutano mkuu tukachelewa, kwa sababu mfumo uliotengenezwa katika ofisi ya msajili ambao ukawa umesumbua kwa muda mrefu lakini Tarehe 25 mwezi wa 4 tukafanikiwa kuingiza dokumenti kwenye mfumo. Bahati mbaya tena hazikuendelea kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo imechelewesha mpaka juzi tulikuamua tena kufuatilia, wiki moja iliyopita, tukaja kugundua kwamba mfumo hautusaidii tena. Kwa hiyo ikabidi ofisi ya msajili itusaidie kusajili kwa namna ya kawaida, sio kwa njia ya mfumo tena. Ambapo wanasema tumesajili manuali. Sijua kiswahili kizuri sijui ni nini, lakini tumesajili manuali baada ya kusajili kidigitali konaezasiza. Kwa hiyo siku ya tarehe kumi na sita ambayo ilikuwa ni juzi, katiba yetu ya KKKT Dayosisi ya Konde toleo la mwaka 2024 imesajiliwa rasmi naanza kutumika pale iliposajiliwa. Bwana Yesu asifiwe! Na ndiyo maana nimesoma kama ambavyo inasema. Bwana Yesu asifiwe! Na waliokuwa wanaitwa wakurugenzi saa hizi sio tena wakurugenzi, ni katibu wa, wa idara. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo Dayosisi hatuna tena mkurugenzi, tunaye katibu wa idara. Kama ambavyo nilimtambulisha mchungaji uwezo, na nilimtambulisha ni nini, ndiyo katiba inachotuambia tufanye sasa. Bwana Yesu asifiwe, amen. Na baada ya katiba kukamilika mwaka huu, kutakuwa kuna uchaguzi. Bwana Yesu asifiwe, amen, kuanzia ngazi ya vijiji, sharika, mtaa mpaka sharika, na baadaye itakuja kwenye ngazi ya dayosisi kwa baadhi ya maeneo Bwana Yesu asifiwe sana. Na muda sio mrefu, tutapokea barua baada ya halmashauri ya uendeshaji kukaa na kutengeneza ratiba rasmi. Mtaletewa barua muda sio mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tujiandae katika hilo, lakini pia tuendelee kuniombea.